Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome and karibuni Tajiri's Kitchen. Na leo nimewaandalia mapishi ya bajia za ngisi. Karibuni jikoni. Mahitaji yetu ni ngisi. Mimi nimetumia ngisi frozen, nikawaosha vizuri na nikawakausha maji. Utawaeka katika bakuli yako, utaweka kitungu thom pamoja na tangawizi mbichi, utakamulia limau, utaweka chumvi kiasi chako, pilipili manga na pilipili ya unga ama masala ya unga. Baada ya hapo, utawakoroga vizuri na kuwaloweka kwa muda wa lisali moja ama zaidi, okay? Utachukua dania utaiosha vizuri na kuikatakata kama hivi, alafu pia utatumia majani ya nimbrod. Majani haya yanakupatia harufu nzuri sana katika bajia zako, lakini kama itakuwa hauna pia sio lazima. Nayo utayakatakata vizuri kama hivi, na pia utachukua karoti utaiosha vizuri na kuigret kama hivi, alafu utachukua kitunguu, kitungumaji nacho pia utakikatakata, alafu utavieka vyote kando. Baada ya lisali moja, ukija ukiangalia ngisi wako utaona wametoa maji, kwa hivyo utayachuja haya maji na kuyatoa. Baada ya hapo, utaregesha ngisi wako katika bakuli, utaweka vitunguu ulivyo vikatakata, kitunguu thomu pamoja na tangawizi mbichi, alafu utaweka hivi vitu vyote ulivyo vikatakata. Baada ya hapo, unaweka corn flour. Hapo nimetumia kijiko kimoja cha chai na baking powder kijiko kimoja cha chai na kari poda kile kiwango mwenyewe utapenda, alafu na chumvi kile kiwango mwenyewe utakacho utakachopenda, alafu pia karoti zetu hapo. Alafu sasa utaanza kuweka uh, unga wa dengu. Utaweka kulingana na ule mchanganyiko wako ambavyo uko. Kwa kweli sina kiwango kamili cha kukupatia. Utakoroga vizuri na kuanza kuweka maji polepole utaweka maji polepole na kuchanganya mchanganyiko wako hadi utakapochanganyikana vizuri kabisa. Mchanganyiko huu hautakikani kuwa mzito sana, na pia hautakikani kuwa mwembamba sana. Na kama itakuwa unaenda direct kuchoma, itabidi kidogo uzifanye usiwe mzito sana, lakini kama itakuwa unaziweka kwa muda kama hivi, dakika kumi ama dakika kumi na tano, itabidi kidogo uwache mzito, kwa sababu tayari tushaweka baking powder Nawajua saa ikikaa itazidi kufanya nini, unga kuwa kulegea. Unaona, kwa hivyo uwangu mimi hapa nauweka kama dakika kumi hivi nifanye shughuli zingine kwanza, maana nikauacha kidogo mzito hivi, lakini kama ingekuwa enda kuchuma direct, kidogo hapa ingekuwa nimeuongeza maji ukawa mwepesi kidogo, okay? Sasa ni wakati wa kuchoma bajia zetu. Utaweka mafuta yako yapate moto, na mafuta ya bajia hayatakikani kupata moto sana, inataka yapate moto wa wastani. Kama hivi ndio bajia zako zitaiva vizuri ndani na nje, na zitakuwa kranchi vizuri sana. Lakini utakapoweka moto mwingi ama mafuta yatakaposhika moto sana, ukiweka bajia zako zitabadilika rangi haraka, alafu itakuwa ndani hazijaiva kwa hivyo zinataka moto mdogo mdogo, ndo ziweze kuiva vizuri nje na ndani. Kwa hivyo hapa tunazigeuza geuza ili zipate ku, kuiva vizuri na kupata ile rangi itakayo kupendeza. Baada ya hapo bajia zako zitakuwa zipo tayari na kuzitoa, alafu sasa tutaendelea kuchoma bajia zingine hadi tutakapomaliza kuzichoma zote. Tutengezeni chatni yetu ya maembe sasa. Hapa niko na maembe mabichi, kitunguu maji, tangawizi mbichi, kitunguu thom pamoja na pilipili pili, aina tofauti. Kama itakuwa unapenda pilipili pilipili, kama itakuwa upendi pili pili, usiweke pilipili pili. Alafu utaweka maji, alafu utasaga mchanganyiko wako hadi utakaposagika. Na ukiona bado uko mzito, hausagiki vizuri, maji utaongeza ndo usiue mashini yako. Na raha ya chatni kwa kweli ni pilipili. Kama utakuwa huli pilipili, hauta enjoy chatni. Chatni raha yake ni pilipili, ndo upate utamu. Baada ya hapo, itakuwa chatni yetu imesagika vizuri sana na ipo tayari. Utaimimina katika bakuli, alafu utaweka chumvi. Baada ya hapo, itakuwa chatni yako ipo tayari, na ukiona iko nzito sana unaweza kuongeza maji tu kidogo. Na pia niko na resipi nyingine za chatni, ningependa niweke link hapo kwa comment baadaye ili muweze kuziangalia, kwa description box sore, muweze kuziangalia. Natumai mutazipenda sana. Mimi napenda mwasho mwasho. Jamani, bajia zetu ndio hizi kama mnavyoziona hapa eh? zavutia alafu sasa nje ziko kranchi vizuri sana alafu ndani ziko laini na zimeiva ndani na nje kama mnavyoona hapo, muona ngisi wetu hapo ndani, ameiva vizuri yani bajia hizi ni tamu tamu, tamu. Natumai mkijaribu resipi yangu hii mutaipenda kabisa, na chatini yetu kama ndio hivyo mnavyoona nzito nzito hapo. Sasa tunaandaa hapo bajia zetu katika sahani yani bajia hizi kwa kweli zilikuwa tamu tamu kabisa. Ningependa mujaribu hii risipi yangu, alafu muje munaambie ule utamu mtakapousikia katika hizi bajia. Na pia niko na mapishi mengine matano ya bajia: bajia za bilinganya, bajia za vitunguu, bajia za dengu, bajia za kunde zote hizo nitawekea link hapo katika description box ili muweze kuzitizama, na pia msisahau kunifollow katika social media zangu, Facebook, Instagram, TikTok, kote natumia Tajiri's Kitchen. Nashukuru sana kwa support zenu, pia msisahau kusubscribe, like, comment na kushare, mwapendao. Hasanteni sana na karibuni sana Tajiri's Kitchen kwa mapishi zaidi, bye.